Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, rais aliyepo madarakani amemteua mwanaye kuwemo katika baraza la mawaziri Maajabu hayo yametokea leo baada ya Samia Suluhu Hassan kutangaza baraza lake la mawaziri, na katika baraza hilo ayumo mwanaye wa kike anayefahamika kama Wanu Hafidh Ameir ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri katika wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Sasa haya yanajiri wakati kukiwa na tetesi ambazo zimetajwa pia zimechapishwa pia katika vyombo mbalimbali vya vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa kuwa mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa kwa sasa ni mtoto wa kiume wa, wa Samia. Huyu anafahamika kwa jina la Abdul Halim Hafiz Amir kwa hiyo um, hivi ndio hali ilivyo kwa sasa, na ikumbukwe kwamba kwa uh, Wanu ambaye sasa ameteuliwa kuwa waziri naibu waziri katika wizara ya elimu, sayansi na teknolojia ni mke wa waziri Mchengerwa. Namfahamu Mchengerwa, alikuwa waziri wa TAMISEMI katika awamu iliyopita. Sasa uh, Mchengerwa ameteuliwa kuwa waziri wa afya, jina kamili ni Mohamed Omari Mchengerwa kwa hiyo Muhammad Omari Mchengerwa ni mume wa Wanu Hafidh Amer. Kwa hiyo katika historia, siyo tu tukio la kihistoria kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania kwa raisi kumteua binti yake mwanaye kuwa katika baraza la mawaziri, bali kwa mara ya kwanza pia katika historia ya Tanzania inakuwa na raisi ambaye kuna mwanaye katika baraza la mawaziri, lakini pia kuna mkwewe, kwa maana ya kwamba kuna mtoto wake huyo Wanu lakini pia kuna mume wa Wanu ambaye ni Mchengerwa, na haya hayatokei katika kipindi kizuri, kwa sababu kama unavyofahamu, haya yote yanajiri huku taifa likiwa lina, limegubikwa na majonzi makubwa, majonzi ya kupotelewa na maelfu ya ndugu zao. Taarifa mpaka zilizopatikana mpaka muda huu zinaeleza kuwa idadi ya vifo vinakaribia au kuzidi watu elfu kumi. Na wakati hayo ikiendelea, kumekuwa na jitihada kubwa sana za kuficha ushahidi. Sasa hili linaweza kueleza kwa nini huyu Mohamed Omari Mchengerwa ameteuliwa kwenda wizara ya afya. Huyu ni mkwe wa Samia, kwa hiyo huyu kwa sababu taarifa nyingine zilizopatikana zinaeleza kwamba kuna jitihada kubwa sana inayofanyika katika mahospitali mbalimbali mbali kuficha ushahidi wa miili ya, uh, ya marehemu walioletwa hapo katika hizo hospitali mbalimbali. Marehemu hawa ni wale waliouawa na Samia katika maandamano yaliyoanza tarehe ishirini na tisa ya mwezi Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kabisa kuwa kuteuliwa kwa Mchengerwa kushika wizara ya afya ni kwa kimkakati, kwamba aende huko akasafishe kila aina ya ushahidi uliopo huko katika mahospitali mbalimbali nchini Tanzania. Na habari hizi, uh, awali mimi nilipata taarifa. Kuna mtu alinitumia taarifa akaniambia kwamba kuna mpango wa kubomoa mochari mbalimbali, uh, za katika hospitali kadha wa kadha nchini Tanzania ili kuficha ushahidi, kuondoa kila aina ya ushahidi i, u, zi, uh, uliopo au unaweza kuwa umebaki katika uh, hizi hospitali mbalimbali mbali. Hmm. A, pamoja na hayo a, kuna mabadiliko pia ba, mawaziri kadhaa wamepoteza nyadhifa zao a, na hii inaweza kuwa habari njema. Tutaelezea baada ya muda mfupi kwa nini inaweza kuwa habari njema, lakini mawaziri waliopoteza nyadhifa ni pamoja na, alikuwa naibu waziri mkuu ambaye pia alikuwa na, na, na waziri wa nishati Doto Biteko a, huyu ameondolewa kwenye hiyo nafasi na hiyo nafasi ya naibu waziri mkuu nayo pia imeondolewa. Mwingine aliyeondolewa, na huyu pengine itakuwa imemuuma sana, ni Innocent Bashungwa. Huyu alikuwa waziri wa mambo ya ndani, naye amepigwa chini. Ikumbukwe tu Bashungwa ana mchango mkubwa sana katika maovu mengi yaliyotokea katika utawala, katika awamu iliyopita, yeye kama waziri wa mambo ya ndani alisimamia kwa karibu mazoezi ya utekaji na alikuwa anatoa kauli za hovyo kabisa kuhusiana na vilio vya Watanzania kuhusiana na janga la utekaji na janga la watu wasiojulikana. Mwingine ambaye ameondolewa ni Stergomena Tax. Huyu alikuwa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Uwezekano mkubwa wa kuwa ameondolewa kutokana na operation hizo ambazo zilihusisha jeshi. Hizi baada ya maandamano ya tarehe ishirini na tisa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Um, kuna uhusika wa jeshi lakini taarifa kutoka jeshini zilikuwa na mkanganyiko mkubwa. Maelezo yalikuwa ni ya kuchanganya kuhusu nini kinachoendelea. Uh, lakini ameondolewa na huyu alikuwa ni mtu wa karibu wa Samia, kwa hiyo huenda kuna sababu hii au nyingine iliyopelekea yeye kuondolewa katika wadhifa, lakini moja ya sababu ambayo zinaweza kuwa na mashiko ni kuhusiana na jeshi uh, uhusika wa jeshi katika maandamano yaliyofanyika kuanzia Oktoba ishirini na tisa mwaka huu. Mwingine aliondolewa ni Suleiman Jafo. Uh, huyu inashangaza kuondolewa kwake kwa sababu huyu pia ni mtu wa karibu wa Samia, lakini pia ni mtu wa karibu wa Kikwete na ni miongoni mwa mawaziri ambao miaka nenda miaka rudi wanakuwemo kwenye, uh, kwenye, uh, kwenye serikali. Ni watu ambao majina yao huwa hayakosekani katika baraza la mawaziri kwa muda mrefu. Haijaeleweka kwa nini ameondolewa katika Uh, katika, katika baraza hili katika haya mabadiliko yaliyotangazwa katika hili baraza jipya, sio mabadiliko, ni baraza jipya hili. Mwingine ambaye kwa hakika ni mshangao mkubwa ni Hussein Bashe, huyu alikuwa ni waziri wa kilimo uh, Bashe ni mtu wa karibu wa, um, wa, wa, alikuwa mtu wa karibu wa Samia, lakini kuna tetesi na hizi ni tetesi ambazo hazijathi, hazijathibitishwa na tetesi hizo zinahusu maisha binafsi um, kuna masuala ambayo yanatajwa ya kimgongano kati ya Bashe na Abdul. Kwa hiyo huenda ha, hiyo ikawa ni moja ya sababu iliyopelekea um, uh, iliyopelekea hayo mabadiliko, hili moja. Lakini jingine ni taarifa kwamba Bashe awali alikataa kutoa tenda ya sukari kwa kampuni ya Abdul, kwa sababu kampuni ya Abdul ilikuwa inashughulika na mambo ya magari um, nadhani mambo ya magari au matairi kitu kama hicho. Kwa hiyo ilikuwa hai, hai, hai, hai, hai make sense kwa kampuni isiyo husika na vyakula kujihusisha na tenda ya sukari. Lakini uh, Abdul yali, alichukua hiyo tenda inavyofahamika, alichukua hiyo tenda alishirikiza kwa Basha kwamba apewe tenda ya kuingiza sukari. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni moja sababu, kuna hii na nyingine ni ya kibinafsi uh, katika mambo ya ma, mahusiano. Kwa hiyo uh, hii moja inawezekana ni hii ya tenda za sukari, ambapo awali Basha aliweka kibesi uh, kutaka kumwekea roho ngumu huyu uh, uh, Abdul lakini baadaye baada ya kushinikizwa ikabidi atoe kibali. Um, mwingine aliondoka ni Damas Ndumbaro ambaye alikuwa ni, um, ni waziri wa katiba na sheria. Pia Jenista Muhagama huyu alikuwa ni waziri wa afya. Inawezekana kuondoka kwake ni kutokana na kwamba huyu ni mmoja wa mawaziri ambao amekuwepo serikalini muda mrefu sana. Uh, sasa uwepo ule wa muda mrefu serikalini pengine unakuwa unajikita kwenye maadili na hii pengine ingeweza kuwa changamoto katika hii safisha safisha, ambayo Samia anataka kuifanya kwenye mahospitali mbalimbali kuondoa ushahidi wa vifo vilivyotokana na uh, swala zima la maandamano. uh, na mwingine ambaye ameondolewa pia ni Pindi Chana. huyu naye kama mawaziri wengine, ni mtu ambaye amekuwa serikalini muda mrefu, amekuwa akihamishwa kutoka wizara moja kwenda nyingine. uh, kwa hiyo hawa wote ni mawaziri ambao kwa kiasi kikubwa wamedumu serikalini miaka mingi hususan Jenista Mhagama, Damas Ndumbaro pamoja na, na Suleiman Jafo pamoja na Pindi Chana hawa ni watu ambao wamedumu serikalini muda mrefu bashe sio muda mrefu sana bashungwa naye hajadumu kwa muda mrefu sana Stergomena Tax, alikuwa katibu mkuu wa SADC akaletwa akarudishwa akamaliza muda wake na kuingizwa serikalini ufanisi wake huko kwenye wizara ya ulinzi haufahamiki vizuri sana, lakini alikuwa na, nafahamika kuwa ni mtu wa karibu wa Samia. Na kuhusu Biteko, kwa hakika pengine ni hizi siasa za uh, uchaguzi kanda ya Ziwa, kulikuwa na matarajio makubwa uh, kwamba, uh, pengine CCM ingefanya vizuri sana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza kuwa pengine, lakini kikubwa zaidi ni kuwa ile nafasi ya naibu waziri mkuu nayo imefutwa pia. Mtu mmoja ambaye ameingia katika kabineti hii japo kwa wadhifa wa chini sana ni Paul Makonda maarufu kama Daudi Albert Bashite, yeye ameingia kama naibu waziri katika wizara ya michezo. Kwa hiyo ameteuliwa kuwa mmoja wa manaibu waziri uh, katika wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Huyu anaweza kuingia kuwa ameweza kuingia hapa pengine kimkakati zaidi katika suala la habari, kwa sababu kuna, tafanyika jitihada kubwa sana za kudhibiti habari katika kipindi hiki kwa sababu kuna Kiu kubwa ya kupata ya, ya watu kufahamu kuhusu haya mauaji na dunia pia inatupia macho Tanzania. Kwa hiyo labda huyu ameletwa kimkakati kuwekwa hapa katika kama naibu waziri. Hata hivyo, kuna uwezekano kwamba ikawa ni wadhifa wa kupita, kwa sababu tetesi zilikuwa zinadai kuwa anaandaliwa madaraka makubwa zaidi, lakini hayo tutasubiri muda kuona. Yote katika yote, Samia hana muda mrefu, hana muda mrefu katika nafasi aliyonayo. Una maoni gani kuhusu haya? Karibu toa maoni yako kwenye comment.